Alimnyanyasa kwa maneno na kazi ngumu. Hii sahani haijatakata kabisa. Kama umeshindwa kazi sema, ni kurudishe huko kijijini. Misamee, boss, sitorudia tena. Haikuishia hapo, alimpiga pia. ujaja hapa kutizama TV? Kama kazi zimeisha, nenda nje kanioshe gari langu haraka. Sawa, boss. Akamkata mshahara kwa sababu zisizo za msingi. Kwa kuwa umeunguza chakula, nitakukata kwenye mshahara wako ili kulipa chakula hiki. Sawa? Sawa boss. Siku alipogundua kuwa huyu binti ni mwanaye alishangaa sana. Majibu ya DNA yameonyesha kwa asilimia 99.9 kuwa huyu ni mwanao. <coughs> Mungu wangu! <coughs> Alitamani kujirekebisha lakini mambo tayari yalishaharibika. Niandikia kwenye komenti unatizama hadithi hii ukiwa wapi. Usisahau kulike na kuandika maoni yako kuhusu hadithi hii. Kabla ya kupoteza muda, tuanze. Katika jiji la kifahari la Dar es Salaam aliishi mwanamke aliyetikisa sekta ya biashara aitwaye Zahara Mwangosi. Alikuwa bilionea mwenye hoteli, makampuni ya uagizaji na usafirishaji, na majengo marefu yaliyong'aa katikati ya katika jiji. Watu walimwona kama ishara ya mafanikio, lakini nyuma ya tabasamu lake la hadharani kulikuwa na moyo uliojaa baridi na majeraha ya zamani aliyoyafunika ya kwa fedha. Miaka ishirini iliyopita kabla hajawa tajiri Zahara alikuwa msichana maskini, aliyeishi pembezoni mwa jiji. Alipata ujauzito usiotarajiwa akiwa bado anahangaika na maisha. Baba wa mtoto alimkimbia. Njaa, aibu na maneno ya watu vilimzonga. Siku moja ya mvua kubwa, akiwa ameshika kichanga mikononi, alisimama nyuma ya soko la zamani karibu na dampo la taka. Kwa machozi na hofu alilia kimya kimya, kisha akamwacha mtoto wake pale karibu na majivu yataka, ya taka yaliyokuwa bado yanafukuta. Samahani mwanangu sitoweza kukupa maisha mazuri. Alinong'ona kabla hajaondoka gizani. Hakujua kwamba mlinzi wa eneo lile alimsikia mtoto akilia na kumchukua. Mtoto huyo aliokolewa akapelekwa kituo cha watoto yatima na baadaye akachukuliwa na mwanamke mnyenyekevu wa kijijini aliyeitwa Mama Rehema. Msichana huyo akapewa jina Aisha. Miaka ilipita, Aisha alikuwa msichana mwenye adabu, mchapakazi na mwenye ndoto kubwa licha ya umasikini uliomzunguka. Mama Rehema alipofariki ghafla, Aisha alibaki peke yake. Akumaliza shule alilazimika kuja katikati ya jiji na kutafuta kazi, na bahati ya ajabu, au labda mkono wa hatima, ikamupeleka moja kwa moja kwenye jumba la kifahari la Zahara Mwangosi. Hakuna aliyefahamu kuwa walikuwa ni damu moja. Jumba la Zahara lilikuwa kama kasri, sakafu za marumaru, vioo mikubwa vya kigeni na bustani iliyopambwa kwa maua adimu lakini ndani ya uzuri huo kulikuwa na ukimya wa kutisha. Aisha alipoajiriwa kama binti wa kazi aliahidiwa mshahara mdogo na malazi ya chumba kidogo nyuma ya nyumba. Siku ya kwanza Zahara alimkagua kuanzia kichwa hadi miguuni. Usiniletee uzembe, sipendi watu wavivu, Zahara alisema kwa sauti kali isiyovumilia makosa. Ndani ya wiki moja Aisha alijua kuwa hakuwa ameajiriwa tu kufanya kazi, bali kuvumilia mateso. Aliamka saa kumi alfajiri. Alifanya usafi wa nyumba nzima, kupika, kufua, kumwagilia bustani na hata kuosha magari. Kosa dogo tu lilitosha kusikia sauti ya Zahara ikipaa kama radi. Sahani hizi zimebakia doa. Hivi una macho au la? Zahara alifoka siku moja na kumrushia taulo usoni. Aisha alinyamaza. Machozi yalimtoka kimya kimya usiku chumbani kwake. Hakujua ni kwa nini bosi wake alimchukia kiasi hicho. Kulikuwa na kitu machoni mwa Zahara kila alipomtazama, kama hasira isiyoeleweka au labda maumivu yaliyofichwa. Wakati mwingine, Zahara alipomtazama Aisha kwa muda mrefu bila kusema neno, kisha ghafla aligeuza uso kama aliyekumbuka jambo la kuumiza. Lakini hakuna hata mmoja wao aliyejua ukweli. Usiku mmoja, Zahara aliota ndoto ya zamani, mvua, dampo la taka na kilio cha mtoto. Aliamka akihema, jasho likimtoka. Alitembea hadi dirishani na kutazama bustani. Kwa mbali, alimwona Aisha akifua nguo hata usiku, akijaribu kumaliza kazi zote ili kesho asifokwe. Kuna kitu kilimgusa moyoni kwa sekunde chache, lakini haraka akakifunika kwa kiburi. Sihitaji huruma, alijisemea. Siku chache baadaye, Zahara alipata simu kutoka hospitali ya zamani aliyowahi kujifungua miaka mingi iliyopita. Muuguzi aliyekuwa akihifadhi kumbukumbu alimtafuta kuhusu faili la zamani la uzazi. Zahara alishtuka. Alihisi kama kaburi la siri linaanza kufunguka. Lakini alikataa kukutana nao. Wakati huo huo, Aisha alianza kuota ndoto za ajabu. Aliota moto, majivu na mwanamke anayelia gizani. Kila alipojaribu kumwona uso wake, ndoto ilikatika. Alikuwa hajui kuwa kumbukumbu za utoto wake zilikuwa zinajaribu kurejea. Siku moja ya mchana, Zahara alipokuwa akirudi nyumbani kwa gari lake la kifahari alipata ajali mbaya. Gari lilipinduka baada ya dereva wa lori kupoteza mwelekeo. Habari zilifika nyumbani haraka. Aisha, licha ya mateso yote, alikimbia hospitali bila kusita. Madaktari walihitaji damu haraka. Zahara alikuwa na kundi adimu la damu. Wafanyakazi wote walipimwa, hakuna aliyefanana. Aisha alijitolea kupimwa. Dakika chache baadaye, daktari alitoka akiwa ameshangaa. Damu yake inafanana kikamilifu, si kawaida kwa mtu asiye wa familia ya karibu. Aisha hakuelewa, alitoa damu bila kusita. Zahara alipookoka na kufumbua macho, alimuona aisha pembeni ya kitanda, macho yamevimba kwa kulia. Kwa mara ya kwanza, zahara alihisi kitu kikubwa moyoni, hisia isiyo na jina. Lakini bado hawakujua ukweli kamili. Baada ya kuruhusiwa kutoka hospitali, Zahara alianza kumtazama Aisha kwa jicho tofauti. Sauti yake ilipungua ukali, lakini kiburi bado kilikuwepo. Siku moja alipokuwa akisafisha chumba cha zamani cha kuhifadhia vitu, Aisha alipata sanduku dogo la mbao. Ndani yake kulikuwa na blanketi la zamani la mtoto na pete ndogo ya fedha yenye herufi Z. Aisha alishikwa na mshangao. Tangu akiwa mdogo Alikuwa na pete kama hiyo iliyoandikwa A. Mama Rehema aliwahi kumwambia alipatikana nayo akiwa mchanga. Alipochukua pete hiyo kuiangalia, Zahara aliingia ghafla chumbani. Macho yao yakakutana. Kwa sekunde chache, muda ulisimama. Zahara aliitambua pete ile. Ilikuwa sehemu ya seti aliyokuwa nayo siku ile ya mvua miaka ishirini iliyopita. Moyo wake ukaanza kudunda kwa nguvu. Lakini bado hakusema chochote. Na Aisha bado hakujua kuwa mwanamke aliyemnyanyasa kwa miezi yote ndiye aliyemzaa na kumtupa kwenye majivu ya taka. Siri ilikuwa sekunde chache tu kufichuka. Usiku ule baada ya tukio la pete, Zahara hakupata usingizi. Alikaa kitandani akitazama dari akihesabu miaka aliyokimbia ukweli. Kila alipofumba macho, aliona blanketi la mtoto, mvua ikinyesha na kilio kile kilichomwandama hadi leo. Kwenye chumba chake kidogo nyuma ya jumba, Aisha naye hakuweza kulala. Alishika pete yake mkononi, akiilinganisha na ile aliyoiokota. Zilifanana kwa kila kitu: uzito, mchoro wa ndani, hata doa dogo pembeni kama lililotokana na kugongwa. Asilimia mia moja. Hii si bahati tu, alinong'ona. Asubuhi yake, hewa ndani ya jumba ilikuwa nzito. Zahara alikaa mezani kunywa kahawa. Aisha aliileta kimya kimya mikono yao ilipogusana kwa bahati mbaya, wote wawili walihisi mshtuko wa ajabu. Ulipata wapi ile pete? Zahara aliuliza kwa sauti iliyojaribu kuwa ya kawaida. Niliikuta kwenye sanduku la zamani, samahani kama nilivuka mipaka, Aisha akajibu kwa heshima. Zahara alimtazama kwa muda mrefu. Kulikuwa na alama ndogo chini ya sikio la Aisha, alama ya kuzaliwa ile ile aliyokuwa nayo yeye. Moyo wake ulipiga kwa nguvu lakini kiburi kikamzuia kuendelea. Rudisha ilipokuwa, alisema kwa ukali wa kujilinda. Aisha akainama na kuondoka, lakini ndani yake maswali yalianza kuwaka kama moto polepole pole. siku chache baadaye Zahara aliamua kwa siri kwenda hospitali ile ya zamani aliyojifungua. Kumbukumbu zilikuwa zimehifadhiwa kwenye mafaili ya vumbi. Muuguzi mzee aliyemkumbuka alimwangalia kwa jicho la huruma Uliwahi kuuliza kuhusu mtoto wako? muuguzi aliuliza kwa sauti ya upole. Zahara alinyamaza. Baada ya muda, faili lilipatikana. Kumbukumbu zilionyesha kuwa mtoto hakufariki kama zahara alivyodhani. Aliokolewa, akapelekwa kituo cha watoto yatima, na baadaye ya akachukuliwa na mlezi aliyeitwa Mama Rehema. Jina hilo lilimgonga Zahara kama radi, akarudi nyumbani kichwa kikiwa kizito. Wakati huo huo Aisha alikuwa ameamua kufuatilia historia yake. Alikwenda kwa jirani wa zamani wa mama marehema kijijini, kabla hajafa aliyewahi kumwambia kwa fumbo: ulipatikana karibu na soko la zamani, karibu na dampo, ulikuwa umefungwa blanketi jeupe. Aisha aliporudi jijini, akaenda pale soko la zamani. Moyo wake ulimuongoza kwenye eneo lile lililokuwa sasa limebadilika, lakini bado kulikuwa na kona iliyotupwa taka zamani. Alipiga magoti bila kuelewa kwa nini machozi yanamtoka kuna kitu ndani yake kilikuwa kinamwambia hapa ndipo mwanzo wako ulipoanzia. Zahara alirudi nyumbani akiwa amechanganyikiwa, hakula hakuzungumza. Usiku aliita daktari aliyemhudumia wakati wa ajali. Nataka kipimo cha DNA, alisema kwa sauti ya chini lakini thabiti. Daktari alishangaa lakini akakubali kwa siri. Kwa ujanja, Zahara alipata nywele za Aisha kutoka kwenye brashi ya kuchania Alitoa sampuli yake pia. Sampuli zilitumwa maabara. Siku za kusubiri zilikuwa kama miaka. Wakati huo tabia ya Zahara ilibadilika kidogo. Hakufoka sana, alianza kumtazama Aisha kwa macho ya kuchunguza: jinsi anavyocheka, jinsi anavyokunja uso akifikiria, hata jinsi anavyopenda chai isiyo na sukari kama yeye. Aisha alishangaa mabadiliko hayo, lakini hakujua dhoruba inayokuja. Hatimaye simu ilipigwa. Matokeo yako tayari. Zahara alienda mwenyewe kuyachukua. Alipofungua bahasha, macho yake yalitetemeka: ulinganifu 99.9% karatasi ikaanguka chini, miguu yake ililegea. Ukweli ulikuwa umefichuka. Usiku huo mvua ilinyesha kama ile ya miaka ishirini iliyopita. Aisha alikuwa jikoni akiosha vyombo Zahara aliingia polepole akasimama nyuma yake. "Aisha," sauti yake ilikuwa tofauti, imevunjika. Aisha aligeuka. kama ungejua mama yako alikutupa na sasa ukamjua ungefanya nini? Ungemchukia? Zahara aliuliza, macho yakiwa mekundu. Aisha alishtuka, sijui, labda ningemuuliza kwa nini alinizaa kisha akaniacha. maneno yale yalimchoma kama kisu Zahara akatoa bahasha yenye majibu ya DNA na kuiweka mezani. Kwa sababu alikuwa moga maskini na alidhani anakulinda kwa kukuacha. Aisha hakuelewa. Zahara akachukua pete ile ya zamani akalinganisha na ya Aisha, kisha akasema kwa sauti iliyovunjika kabisa, mimi ndiye huyo mama. Kimya kizito kikaanguka, mvua ikaendelea kupiga paa kwa nguvu. Aisha alimtazama kwa macho yasiyoamini, dunia yake ilitikisika. Mwanamke aliyemtesa, aliyemdhalilisha, aliyemfanya ajione hafai, ndiye aliyemzaa. Machozi akamtiririka. Uliniacha kwenye taka, alitamka kwa sauti ya maumivu. Zahara akapiga magoti kwa mara ya kwanza maishani mwake. Nisamehe. Siku zilizofuata zilijaa ukimya mzito. Aisha hakumwita tena Zahara, lakini pia hakuweza kusema mama. Alikuwa anapambana na hasira, huzuni na hamu ya kuwa na familia aliyoikosa kwa muda mrefu sana. Zahara kwa upande yake aliondoa wafanyakazi wengine wote kwa muda. Alianza kuingia jikoni, kusaidia, kujaribu kuzungumza, lakini kila neno lilionekana dogo mbele ya kosa la miaka ishirini. Siku moja Aisha aliweka sanduku lake la nguo kitandani. Ninaondoka, alisema kwa utulivu. Moyo wa Zahara ulivunjika upya. Tafadhali usiniache tena. Aisha akamwangalia kwa macho yaliyojaa machozi lakini yenye nguvu. Uliniwahi kuniacha lakini mimi sitaki kuishi kwa chuki. Nahitaji muda, nahitaji nijitafute. Alitembea kuelekea mlango, Zahara akasimama nyuma yake, machozi yakimtoka bila aibu. Aisha, hata kama hutaniita mama, nitangoja maisha yangu yote, nitangoja. Aisha alisimama kwa sekunde chache bila kugeuka, alisema kwa sauti ya chini, labda siku moja nitakuwa tayari. Akatoka nje ya jumba lile la kifahari, mvua ndogo ikianza kunyesha tena, lakini safari hii haikuwa mvua ya kuachwa, ilikuwa mvua ya kuanza upya. Ndani ya jumba, Zahara alishika pete ile mkononi, akijua kuwa fedha zake zote haziwezi kununua muda uliopotea, lakini labda zinaweza kusaidia kujenga daraja jipya na kwa mara ya kwanza tangu awe bilionea alijua kuwa thamani ya kweli haikuwa kwenye majengo wala magari bali kwenye msamaha na upendo wa mtoto aliyemkosa. Baada ya kuondoka kwenye jumba la kifahari, Aisha hakwenda mbali sana na jiji la Dar es Salaam. Alipanga chumba kidogo Mbagala, sehemu yenye kelele za daladala na harufu ya maisha halisi. Hakutaka tena kivuli cha pesa za Zahara kimfunike. Alianza kufanya kazi kwenye mgahawa mdogo kama mhudumu Mshahara ulikuwa mdogo, lakini ulikuwa wake. Hakuna aliyemfokea, hakuna aliyemtazama kwa jicho la chuki. Usiku alipolala alifikiria maneno ya Zahara alipiga magoti. Taswira ile ilimtesa, mwanamke mwenye kiburi kikubwa kupiga magoti ilimaanisha maumivu yalikuwa ya kweli. Lakini moyo wa Aisha bado ulikuwa umejaa makovu. Wakati huo huo, Zahara alihisi jumba lake limekuwa gereza. Kila kona ilimkumbusha sauti ya Aisha. Aliamua kufanya kitu ambacho hakuwahi kufanya. Alifungua taasisi ya kusaidia watoto waliotelekezwa. Akaiita Majivu Foundation, jina lililotokana na mahali alipomwacha mwanawe. Watu walimsifia. Vyombo vya habari vilimuita mama wa huruma. Lakini yeye alijua ukweli, alikuwa anajaribu kufidia dhambi ya moyo. Habari za taasisi mpya zilianza kusambaa. Miongoni mwa waliokasirika, alikuwa binamu wa Zahara. Edwin aliyekuwa akitegemea kurithi mali zake. Alipojua kuwa Zahara ana mtoto wa kumrithisha, moyo wake ulijaa wivu. Lazima nimtafute huyo msichana, alijisemea. Alianza kuchunguza kimya kimya. Ndani ya wiki kadhaa aligundua Aisha alipoishi na kufanya kazi. Siku moja alifika mgahawani, akajifanya mteja. "Aisha sivyo?" aliuliza kwa tabasamu la bandia. Aisha hakumjua lakini kulikuwa na kitu katika macho yake kilichompa tahadhari. Edwin alianza kumshawishi polepole pole, akijifanya rafiki. Alimwambia kuwa Zahara alikuwa mwanamke hatari, kwamba anataka tu kumtumia kwa njia ya huruma. Maneno yale yalianza kumchanganya Aisha. Wakati huo Zahara alipata habari kuwa kuna mtu anamfuatilia Aisha. Hofu ilimjaa. Kwa mara ya kwanza hakuwaza sifa wala mali, aliwaza usalama wa mtoto wake. Alikwenda kumwona Aisha bila taarifa. Walipokutana, kulikuwa na ukimya mzito. Nimekuja kukuonya, Zahara alisema, kuna watu hawataki ujulikane. Aisha alimtazama kwa macho yenye mashaka. Kwa nini sasa unajali sana? Kwa sababu wewe ni damu yangu. Maneno yale yalitua kama radi tulivu. Kwa mara ya kwanza, Aisha hakuhisi hasira, alihisi hofu. Ikiwa kweli alikuwa mrithi wa mali ile kubwa, basi alikuwa kwenye hatari. Usiku mmoja, Aisha alipokuwa anarudi chumbani kwake, gari jeusi lilimfuata. Watu wawili walishuka wakijaribu kumvuta kwa nguvu. Aisha alipiga kelele. Kwa bahati, jirani alisikia na kupiga simu polisi. Watekaji walikimbia. Habari zilimfikia Zahara mara moja. Alitetemeka kwa hofu. Hakusita, alimhamishia Aisha sehemu salama yenye ulinzi. Aisha aligundua sasa mambo yalikuwa makubwa kuliko chuki yake binafsi. Edwin, aliyekuwa nyuma ya mpango huo, alianza kuona mambo yanamponyoka. Ndani ya nyumba salama, Aisha na Zahara walikaa uso kwa uso kwa mara ya kwanza bila ukuta wa kiburi. Nilikuacha kwa sababu niliogopa njaa, Zahara alisema kwa sauti iliyovunjika. Sikujua utanusurika. Nilijilaumu kila siku. Aisha alilia kimya kimya. Mimi nilikuwa nikitamani tu kujua nilitoka wapi, alisema. Ukuta wa miaka ishirini ulianza kupasuka. Aisha hakusema mama, lakini alikubali kukaa karibu naye. Polisi walichunguza jaribio la utekaji. Simu za Edwin zilinaswa, ukweli ulifichuka. Alikamatwa, alipokabiliwa alikiri kuwa aliogopa kupoteza urithi. Zahara alihisi maumivu, si kwa mali bali kwa kuona jinsi tamaa ilivyoweza kuharibu familia. Aisha aligundua kuwa pesa nyingi huja na maadui wengi. Baada ya tukio hilo, Zahara aliwaita waandishi wa habari. Alitangaza rasmi kuwa Aisha ni binti yake wa pekee na mrithi halali. Jiji lilishangaa. Watu waliosikia hadithi ya kuachwa dampo wakalia. Lakini Aisha alisimama mbele ya kamera kwa ujasiri. Utajiri si pesa, alisema. Ni kusamehe na kuwa na moyo mwema. Maneno yake yaliwagusa wengi. Siku moja jioni, walikuwa wamekaa bustanini, upepo mwanana ulipuliza maua. Aisha alimgeukia Zahara, mama. Neno lile lilitoka polepole pole, lakini kwa uhakika. Zahara alishindwa kujizuia, machozi yalimtoka kama mvua. Miaka ya maumivu ilionekana kufutika kwa sekunde ile. Zahara alimtazama kwa fahari, si kwa sababu ni mrithi wa mali, bali kwa sababu alikuwa mwanamke mwenye moyo wa huruma. Miaka miwili baadaye, jumba lile la zamani halikuwa tena nyumba ya baridi. Lilijaa vicheko, wageni na watoto waliokuja kupata msaada. Zahara hakuwahi kusahau kosa lake, lakini alijifunza kuishi kwa toba ya vitendo. Aisha alielewa kuwa kuachwa hakukumfanya awe dhaifu, kulimfanya awe daraja la matumaini kwa wengine. Siku moja walitembea pamoja karibu na eneo lile la soko la zamani. Mahali pa majivu sasa palikuwa pamejengwa kituo kidogo cha watoto. Zahara alishika mkono wa Aisha. Nilikuacha hapa, alisema kwa sauti ya huzuni. Aisha akamkazia macho yenye upendo. Lakini leo tumerudi hapa kuokoa wengine. Mvua nyepesi ilinyesha tena, lakini safari hii haikuwa ya maumivu. Ilikuwa ya utakaso. Na hapo ndipo hadithi yao ilifungwa, si kwa ukamilifu wa maisha, bali kwa ushindi wa msamaha dhidi ya hatia na upendo dhidi ya makosa ya zamani. Asante sana kwa kufuatilia hadithi hii. Niandikie ulichojifunza kwenye komenti. Usisahau kulike na kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Bye bye.